ambayo upande wa Jamhuri unawakilishwa na jopo la mawakili zaidi ya watatu wakiongozwa na wakili wa serikali mwandamizi Jobu Mrema, huku upande wa utetezi ukiongozwa na jopo la mawakili zaidi ya ishirini chini ya mpali Mpoki. Nje na ndani ya mahakama ulinzi na usalama umeimarishwa huku kukiwa hakuna wafuasi wa chama hicho walioruhusiwa kuingia kwa ajili ya kusikiliza kesi hiyo ambayo inaendeshwa kwa njia ya mtandao. Miongoni mwa hoja za mapingamizi ya jopo la mawakili wa utetezi ni kwamba wanaiomba mahakama hiyo itoe amri ya kuhojiwa kwa mkuu wa gereza mkoa wa Dar es Salaam, mkuu wa gereza la Ukonga na maafisa wengine ili kueleza sababu za Lissu kuto kufikishwa mahakamani katika tarehe iliyokuwa imepangwa. Hoja nyingine iliyokuwa inapingwa hapa ni juu ya kuendeshwa kwa kesi hiyo kwa kutumia mtandao, jambo ambalo mawakili wa utetezi wanadai kuwa linarudisha nyuma hatua ya kuendelea kwa mshtakiwa kusomewa maelezo ya awali ambayo yanalazimika asomewe mshtakiwa akiwa mahakamani ili iwe rahisi kusaini nyaraka ambazo mahakama imekubali. Katika hatua nyingine, utetezi pia ulipinga kitendo cha mawakili kuzuiliwa kumwona mteja wao katika gereza la Ukonga, jambo ambalo wanadai kwamba ni kinyume na kanuni, huku upande wa Jamhuri ukitaka mahakama hiyo iairishe kesi hiyo kwa siku thelathini ili mawakili wapate nafasi ya kuongea na mteja wao. Akijibu hoja za mawakili wa utetezi, wakili wa jamhuri Jobu Mrema jambo la kwanza ameitaka mahakama itupilie mbali mapingamizi hayo kwa kuwa hayana msingi. Kuhusu hoja ya kuwaita mahakamani mkuu wa gereza mkoa wa Dar es Salaam na mkuu wa gereza Ukonga na maafisa wengine ili kueleza sababu za Lissu kuto kufikishwa mahakamani, Mrema anaomba mahakama hiyo isitoe amri yoyote juu ya hilo kwa sababu hoja hizo zinakiuka sheria na kuwa mahakama hiyo haina mamlaka ya kusikiliza hoja zinazohusu magereza na maafisa wengine, badala yake wangefungua kesi mahakama kuu ya kuomba mapitio ya mahakama. Katika hoja ya mawakili kuzuiliwa kumwona mteja wao, Mrema anadai kuwa hali hiyo imetokana na mshtakiwa na mawakili wake kuto kutimiza majukumu yao ya kuandika barua ya magereza kuwatambulisha mawakili yao gerezani hapo kuhusu hoja ya kuendelea kusikiliza kesi hiyo mtandaoni, Mrema amedai kuwa sheria inaruhusu kesi kusikilizwa kama ambavyo inafanyika kwa sasa, ila muhimu tu ni pande zote ziwepo. Hivyo anaendelea kusisitiza hoja zao hazina mashiko. Baada ya mawasilisho ya upande wa Jamhuri, mawakili wa utetezi Mpale Mpoki, Pita Kibatala, Dkt Rugemeleza Nshala na Jeremia Mtobesia wanadai kesi kusikilizwa kwa njia ya mtandao kunaleta athari kwa mshtakiwa kwa kuwa anakosa haki ya kushiriki moja kwa moja usikilizwaji wa mashtaka yanayomkabili. Kuhusu wao kuzuiliwa kuingia kumwona mteja wao, wanadai kuwa hakuna mahali popote kwenye kanuni au sheria ambako inaeleza kuwa mshtakiwa anatakiwa kutambulisha kwa barua mawakili wake akiwa gerezani. Hivyo wanachokiona ni kuwepo kwa ukiukwaji mkubwa wa kanuni za magereza. Hatimaye, Mei 6 ndiyo siku ambayo inasubiriwa sasa kwa ajili ya kujua uamuzi wa hoja mbalimbali mbali ambazo zilikuwa zinabishaniwa ikiwemo ile ya kuendesha kesi kwenye mtandao. Upendo Michael, Azam News, Dar es Salaam.